Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Jacobs Mwambegele ameagiza kuongeza vifaa vya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwenye vituo vya uandikishaji. Ni katika mwenendo wa kukagua zoezi la uboreshaji wa daftari, Jaji Mwambegele na baini uwepo wa uhitaji huo. Uh, watu wengi sana wamejitokeza kuja kujiandikisha upya na kuboresha taarifa zao ila nimekuta kuna changamoto kadhaa katika baadhi ya vituo ambapo waliojitokeza wamekuwa wengi mno kiasi kwamba, uh, vifaa inaonekana ni vichache. Nimeagiza, nimeagiza kwamba, uh, vifaa viongezwe na vituo viongezwe ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Kwa mfano hapa Lukooni eneo la Chanika katika ili Uh, hii wilaya ya Ilala jimbo la Ilala, uh, kulikuwa na kituo kimoja, lakini baada ya asubuhi kubaini kwamba watu wamekuwa ni wengi, watu wanachukua muda sana katika uh, kukamilisha zoezi hili, iliagiza kwamba vifaa uh, viongezwe, kikaongeza kikaongezeka kituo cha pili, na sasa hivi nimepita hapa Ukooni bado kuna uh, changamoto hii ya kwamba uh, BVR mbili hazitoshi kwa hiyo nimeagiza kwamba e, vijana wangu waongeze vifaa ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Ninachofurahi ni kwamba e, wananchi wengi wameitikia mwito huu wamejitokeza. Leo ni siku ya pili na watu wapo wa kutosha, kwa hiyo nina imani zoezi hili litakamilika ndani ya siku saba tukiwa tumeshajiandikisha watu. Afisa mwandikishaji wa halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam wakili Faraja Nakua anazungumzia zoezi hilo na anahimiza wananchi kujiandikisha ili washiriki kuchagua viongozi wakati wa uchaguzi utakapofika. uchaguzi kutoa rai kwa wananchi na wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam, majimbo yote matatu watumie vizuri muda uliobaki. Tumebakiza, leo ni siku ya pili, tumebakiza siku tano. Wajitokeze kwa wingi, watumie vizuri muda uliobaki kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, kwa sababu maelekezo yaliyopo, zoezi natakiwa liishe ndani ya siku saba tangu jana tarehe ya, ya kuanza kwa zoezi. Kwa hiyo muda ni huu, watumie muda huu vizuri, waje, nafasi ipo na watendaji sisi tupo, tumejipanga kwa ajili ya kuhakikisha eh, tunawaandikisha na kuboresha taarifa. Wananchi wamepongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na hatua zilizochukuliwa. Nawaambia wale ambao wako nyumbani hawajaja, kuja kufata kadi zao za mpiga kura. Naomba uje kufata kadi yako ya mpiga kura, kwa sababu ndiyo haki yako ya baadaye ya kupiga kura, kwa sababu watu wengi wanalalamika, hatukutendewa haki, hatukutaka viongozi wale, lakini kadi yako ndio suluhisho lako. Ukiwa na kitambulisho cha kupiga kura, ndo pale unapochagua kiongozi wako unayemtaka wewe. So leo watu wengi sana wanalalamika kuhusu viongozi, alafu ilhali wao wenyewe wanashindwa kuja kujiandikisha na vitambulisho kuchagua viongozi sahihi ambao watakowasaidia baadaye na washauri, vijana wenzangu, wa mama wa baba, waje wadi, wajiandikishe kupiga kura kwa manufaa ya taifa letu.